Mlango wa 42. Tazama, mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye; nimetia roho yangu juu yake, naye awatolea mataifa hukumu. Hatalia wala hatapaza sauti yake, wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utoka umoshi hata uzima; atatokeza hukumu kwa kweli Hatazimia wala hatakata tamaa, hata atakapoweka hukumu duniani, na visiwa vitaingoja sheria yake. Mungu Bwana anena, yeye aliyeziumba mbingu na kuzitanda, yeye aliitandaza nchi na mazao yake, yeye awapai pumzi watu walio juu yake, yeye awapai roho wao waendao ndani yake: Mimi Bwana nimekuita katika haki, nami nitakushika mkono na kukulinda na kukutoa uwe agano la watu na nuru ya mataifa, kuyafunua macho ya vipofu, kuwatoa gerezani waliofungwa, kuwatoa wale walioketikizani katika nyumba ya kufungwa. Mimi ni Bwana, ndilo jina langu, na utukufu wangu sitampa mwingine, wala sitawapa sanamu sifa zangu. Tazama, mambo ya kwanza yamekuwa, nami nayahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea nawapasheni habari zake. Mwimbieni Bwana wimbo mpya na sifa zake tokea mwisho wa dunia, ninyi mshukao baharini na vyote vilivyomo, na visiwa nao wakao humo. Jangwa na miji yake naipaze sauti zao, vijiji vinavyokaliwa na Kedari; na waimbe wenyeji wa Sela, wapige kelele toka vilele vya milima. Na wamtukuze Bwana, na kutangaza sifa zake visiwani. Bwana atatokea kama shujaa, ataamsha wivu kama mtu wa vita, atalia naam. Atapiga kelele, atawatenda adui zake mambo makuu. Siku nyingi nimenyamaza kimya, nimenyamaza nikajizuia. Sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye katika kuzaa, nitaugua na kutweta pamoja. Nitaharibu milima na vilima, nitavikausha vyote vimeavyo. Nitaifanya mito ya maji kuwa visiwa na kuyakausha maziwa ya maji. Nitawaleta vipofu kwa njia wasiyoijua, katika mapito wasiyoyajua nitawaongoza. Nitafanya giza kuwa nuru mbele yao na mahali palipopotoka kuwa pamenyoka. Haya nitayatenda wala sitawaacha. Watarudishwa nyuma, wataaibishwa sana hao wanaotumainia sanamu za mawe na kuziambia sanamu za madini, ninyi ndinyi miungu yetu. Sikilizeni, enye viziwi; tazameni, enye vipofu, mpate kuona. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu wa au aliyekiziwi kama mjumbe wangu ni mtumaye? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani, naam kipofu kama mtumishi wa Bwana? Unaona mambo mengi, lakini huyatii moyoni; masikio yake ya wazi, lakini hasikii. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake, kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa watu wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao ni nani aliyemtoa yakobo awe mateka aliyemtia israeli katika mikono ya wanyang'anyi si yeye bwana yeye tuliyemkosa, ambaye hawakutaka kwenda katika njia zake, wala hawakuitii sheria yake. Kwa sababu hiyo alimwaga ukali wa hasira yake juu yake, na nguvu za vita; ukawasha moto wa kumzunguka pande zote, wala hakujua; ukamteketeza, wala hakuyatia hayo moyoni mwake.